Kaunti ya Trans Nzoia, George Natembeya, ameomba serikali kuu kuipatia nguvu zaidi mamlaka ya utendakazi wa polisi IPOA, ili iweze kuwakamata na kuwafungulia mashtaka maafisa wa usalama wanaotumia nguvu kupita kiasi wanapotekeleza majukumu yao. Akitaja visa vya mauaji ya watu watano kaunti ya Narok mapema wiki hii, pamoja na maafa wakati wa maandamano ya kizazi cha Gen Z, Natembeya amesema kwamba maafisa wengi hujihusisha na ukatili dhidi ya raia, lakini hawachukuliwi hatua za kisheria licha ya uchunguzi kufanywa na IPOA. Amedokeza kwamba hali hii imepelekea wananchi kukosa imani na vyombo vya usalama, akisisitiza haja ya kuwajibisha wote wanaokiuka sheria. Sisi tunaendelea kusisitiza kwamba maofisa wetu wa usalama, ile majukumu amepewa, ni kulinda mali na maisha ya wa Wakenya, haijalishi kama askari ako kwa denja gani, utagani kutumia lethal force, na ikifika mali umelazimiwa kupiga risasi, inasemekana kwamba piga risasi to immobilize, not to kill. Lakini ukipiga mtu risasi na kufe, kuna uwezekano umempiga kwa kichwa au umempiga risasi kwa mgongo. Tuendelee kamana maisha katika hali kama, uh, kama hiyo, tafika mahali ya kusemekana kwamba uchunguzi utafanyika, no stone will be left unturned. Hiyo story tumezoea kwa sasa. Lazima tupate uhakika wa maneno ni upi, na yule ambaye alitoa amri ya kwamba askari watumie bunduki kuua wananchi ambao hawajajihami na, na kuwaua, inakuwa kwamba sasa hatuwezi kuwa na jambo, serikali ambayo u uh, inaua ina ina watu